Jina langu ni Saidi Yakubu e, nimepewa heshima kubwa na mheshimiwa Rais ya kuwa balozi katika Umoja wa Visiwa vya Komoro, ambavyo kwa sasa eneo letu ni visiwa vya Ngazija ambako ndio tupo, lakini leo tuko katika kisiwa cha Anjuan na kuna kisiwa kingine e, cha Moheli. Na leo hii tupo katika kisiwa hiki cha Anjuan tukiwa tumewapokea madaktari takriban 21 na hususan kabisa hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kushiriki katika kambi ya matibabu ambayo itaanza rasmi tarehe nne. Hawa waliotangulia wamekuja kufanya maandalizi ya awali, ambapo katika kambi hii tuna mambo mengi na magonjwa mengi ambayo wataalamu bingwa kutoka hospitali ya Muhimbili wamekuja. Hospitali ya Muhimbili itatuletea zaidi ya madaktari saba, na katika madaktari na wataalamu hao saba eh, na zaidi watakuwa katika magonjwa ya figo, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, magonjwa ya meno pamoja na magonjwa ya masuala ya uzazi kwa kina mama, lakini vile vile na masuala ya magonjwa ya wanawake. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, wa wakiongozwa na Dr. Delila kwa huduma hii ambayo wanakuja kuitoa kwa wananchi wa Komoro. Najua wameleta madaktari, wameleta wauguzi, wameleta wataalamu, wameleta na vifaa kwa ajili ya kambi hii ambayo itaran kwa takribani siku saba nane hivi, na kwa hakika mpaka sasa ingawa matibabu rasmi yataanza tarehe nne, lakini hamasa imekuwa kubwa sana. Zaidi ya wagonjwa elfu moja wamekwisha jiandikisha katika njia mbalimbali mbali ambazo tulikuwa tumezitoa, na tunatazamia kambi hii itakuwa ni ya mafanikio na ya kihistoria kwa sababu imekusanya jumla ya hospitali tano za serikali kutoka Tanzania na pia bodi yetu ya madawa, yani MSD na wenyewe watashiriki katika kambi hii, na hili ni jambo ambalo katika kambi za nyuma haijawahi kutokea katika namna hiyo a, kwa hakika Muhimbili tunawashukuru sana. Kambi ya mwaka jana Muhimbili walikuja na daktari mmoja. Safari hii Muhimbili mwanzo walituletea madaktari watano, lakini walipoarifiwa kwamba kambi ina uhitaji wa baadhi ya disiplini nyingine e, yani magonjwa mengine, wakawa haraka sana mstari wa mbele, wakatuongezea tena takriban madaktari watatu kwa hiyo katika kambi hospitali zote ambazo zimekuja, hospitali ya Muhimbili ndio imetoa madaktari wengi, imetoa maeneo mengi zaidi. Na kama unavyojua hata kwa Tanzania Muhimbili ndio kinara, ina takriban maeneo mia moja na ishirini na saba ya matibabu. Kwa hiyo hata kama wangesema wangeleta mmoja mmoja, ingekuwa pengine kambi yote ni Muhimbili peke yake, na sio jambo baya. Lakini tunawashukuru sana, tunaushukuru sana uongozi wa Dr. Delila pale Muhimbili kwa kazi kubwa, na kwa kutufikiria au kuwafikiria wananchi wa Komoro katika matibabu, hasa yale ambayo wanauhitaji sana, ambayo baada tu ya kusikia kwamba uhitaji huo ni mkubwa hakusita kuongeza madaktari na tumekusha wapokea.